Mnafahamu kwamba wa, nyinyi ni wanafunzi. Kitu kikubwa cha kwanza, nidhamu. Mnapokwenda huko, mkawe na nidhamu, mkaishi kwa maelekezo ambayo mmepewa na mtakayopewa na wale ambao mnaondoka nao hapa. Msiishi maisha huru, kwa sababu bado mko chini ya, ya walimu Hamko chini ya wazazi bado, mko chini ya ya walimu. Kwa hiyo mtekeleze yale ambayo mnaelekezwa huko. Yapo baadhi ya maeneo tunasikia kidogo ni changamoto, watu wanakwenda kushiriki, alafu wanajiingiza kwenye mambo ambayo yasiyofaa. Nyinyi ni wanafunzi, tambueni kwamba mnakwenda kule kwa ajili ya kushiriki michezo, sio jambo lingine lote la starehe. Msifanye chochote k kidato cha nne tuko hapa kwa ajili ya wilayat, kwa kushindana kutafuta timu ya wilaya. Tutakwenda kushiriki mashindano ya timu ya mkoa kwa ajili ya kwenda timu ya taifa. Ah, kiufupi michezo iko vizuri, inaendelea vizuri, mechi ziko bomba na tumejiandaa vizuri. Tunaahidi ya kuwa makombe mwaka huu ni ya kwetu, lazima tuyaite. Ni hivyo tu Kwa uah nea ngazi ya mkoa kishiriki sana tupate makombe na Ma aidi yeah. Makombe ya kwetu teza furaha sana ili tingia taifa. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, mashindano -ma yameanza salama na elekea kucia salama.